E bwana nilikuwa na shabiki wa Simba amepopoma kweli kweli. Mmeweza kumsikia namna ambavyo ameongea ameweza kugusia mambo mengi sana kuhusiana na timu yake. Lakini siwezi kuliacha hivi hivi. Nataka jamaa kama tukatajibu mapigo. Niko na mshikaji au shabiki wa Young Africans ambaye amevaa kabisa jezi yake ili kudhihirisha kwamba yeye ni mwananchi moja kwa moja. Habari yako ndugu yangu? E bwana namshukuru Mwenyezi Mungu kumekucha ndugu yangu. Kwa majina naitwa Yahya Suleiman Muhammad almaarufu Madevu wa Mwembe Yanga. Shabiki wa Yanga, shabiki wa mpira, karibu sana. Umemsikia mwenzio hapa ameongea vitu vingi sana. Kwa namna ambavyo labda maneno aliyoongea, hebu unaanzia kumnakili sehemu gani ama kumkosoa kipande kipi kwa namna ambavyo wewe umemsikiliza? Ah, cha kwanza mimi namkosoa sehemu moja tu. Unajua watu wa Simba wengi wana shida, shida yao kubwa si tukikaa kwenye midia. Umeona hapa maswali kuna maswali mazuri sana uko unamuuliza yeye yeah, anasema Simba ina wawekezaji wakubwa wanatia hela lakini mm. Leo tukiangalia wachezaji sisi ambao wanakaa benchi kwetu, wakifika kwao wanapewa jezi. Yaani leo uwezo kuniambia mimi mtu wa mpira chama afike mm, pale aweso aweso achukue jezi ya chama. Au amweke chama nje. Leo tu pale Simba kituo cha chama anachukua jezi anavaa anacheza. Sasa kuna wakati mwingine unaangalia tu kwamba ah, unajua mpira ni hisia. Kwa hiyo mtu anavyoongea kwenye hisia zake msikilize. Lakini ukiangalia kiukweli Yanga Yanga ina viongozi bora. Kwa sababu Mo Simba kaingia karibia elfu mbili kumi na tano, kumi na sita kaanza kuwekeza. Lakini Simba leo inacheza Federation finali baada ya misimu karibia nane. Lakini Yanga amepata uongozi huu, ni msimu wake wa nne. Tayari timu ishapiga finali, tayari timu ilikuwa haijafika makundi, imepiga robo kwa ubingwa na imetolewa imekuwa gumzo mpaka leo. Sasa ukiniambia kwamba hao, maana viongozi hawana mimi kwa hapo nitakushangaa, kwa sababu wewe miaka minne umefanikiwa, kuna mtu ana miaka thelathini huko ndio kafanikiwa leo, alafu tuseme wewe miaka thelathini, maana ulikuwa na project nzuri. Ah, mimi kimpira hapo siamini. Alafu kitu kingine, namjibu kwenye mpira, Yanga tumekosa kweli goli moja, lakini wao wasijisahaulishe, Simba alifunga goli tatu hapa tena na timu ndogo tu Jua na Galaxy, goli tatu mpaka dakika ya hamsini wanaongoza goli tatu bila lakini mwisho wa siku yeye kabaki Yanga hajafunga goli moja la kumpeleka robo, ila yeye kashindwa kulinda goli tatu kwenda makundi kwa ubingwa. Umeona tofauti huo? Sasa vitu kama hivyo ukiviangalia, ukiangalia takwimu ndio na nini. Kaja Odisongo hapa, wanasema sisi tunakutana na kina Zara ni timu za Burundi, lakini kaja Odisongo hapa, Odisongo ana timu gani? kaja hapa kashindwa kumzuia kamtoa Umenipata? Kwa hiyo mpira ukiangalia mimi nakubali kwamba kwenye mpira wale mabwana walikuja na mbinu nzuri na siku zote kwenye mpira kuna kitu kinaitwa bahati. Yanga siku ile tulikosa bahati. Lakini kwenye viongozi bora wa mpira nchi hii viongozi wa Yanga huwezi kuwakosa namba moja. Amini maneno kama unaujua mpira, kama unafuatilia management, viongozi wa Yanga ni bora na hata wao wenyewe kufika hiyo finali chachu wamepata kwa viongozi wa Yanga. Kwa nini wenzetu walikaa miaka 25 hawajafika makundi? wanakuja kuingia makundi tu shirikisho wanapiga fainali, wakati sisi tunahangaika na robo tano ama bwana anapiga fainali, wao wenyewe wameiga kwetu. Umenipata? Ni hapo tafsiri yake, zile robo za Simba sita ingekuwa ni Bro, mm. yeah, alari, mm. yeah, Yanga Afrika kwenye ligi ya mabingwa tayari mshacheza fainali. Umeona mwaka jana yeye ana alali, mimi na Mamelodi. Unajua sasa hivi ukitaja timu inaogopeka Afrika masandawana humtoi huyo yeah. Alali mwenyewe anasema kwamba ni mkubwa ni kweli lakini tumeona juzi hapa kang'oka kwake sisi ule mtu tumepiga naye pale, isingekuwa mwamuzi kuambiwa bwana kuna maelekezo hivi na hivi singekuwa nusu dakika 80, hata goli la offside hata la offside hajalipata. Kuna watu wale wakina Mudau, wakina Mkwena, wakina Sui nani, wakina Shaulile bro beki hii akina Shema, wao ndio wakazuia wale viumbe. Eh bwana, wewe nakwambiaje Yanga imeonyesha kwamba mpira wa Afrika unachezwa hivi. Hao mabwana endelee kununua marefarii. Mm. Tumeona hata hii fainali anapigia kelele. Mm. Goli lio waliokubaliwa hapa kule limekataliwa. Mm. Tumeona. Mm. We mtu anazidi kiatu. Mm. Lakini hapa huu akapiga wakina Kibwa ameingilia na mwenzie Mukwala. Mm. Twende kati. Mm. Sasa tuna mimi naambia. Mm. Huyu anayekutana naye mechi sita za makundi karusu goli hili Hakuna aliyeingia pale uwanja wa Berkane pale wa Manispaa akapigwa chini ya goli mbili hayupo. Ni nne tano nne tano. Sasa tunamsii. Mimi ah, mm. namsii. Huyu goli kipa au linda dakika themanini ukipiga on target moja goli waangalie. Mm. Wasije wakalifedhesha taifa. Mm. Sisi tumepiga fainali kweli tumefungwa hapa mbili moja hatujakataa. Mm. Lakini tulipiga mpira, na kwetu kaenda, tukapiga mpira. Si kombe limeondoka kwa kanuni. Mm. Wachezaji wakubwa kama kina Samuel Eto'o, kina Yature walikuwepo pale mm. wakaambia kabisa jamani, kafu kanuni badilisheni yes. Haifai, haiwezekani, mtu anapambana anapata matokeo alafu mnamnyima kwa sababu kuna goli ugenini. Wenzetu washatoka huko mm. Lakini huyu 93 ameshona vitenge, hawa alikuwa anambia eti niko kwenye fries mimi, nimeshazaliwa mm. hiyo 93 nimeshazaliwa, tena shamba la bibi nimeshazaliwa. Hao wameshona vitenge hivi. Wewe mimba, mwanamke akakwambia nimeenda mm. mm. kupima kipimo, nimeona nina mimba tayari, ndo kushona nguo. Ndio wao kifanya. Kaja borizozo zozo hapa kapiga chuma mbili. Mzee Mwinyi marehemu akamwambia nyiki kichwa cha wenda wazimu. Wakaja ile kauli wakaigeuza, Tanzania tumwambia kichwa cha wenda wazimu. Kato tu hapo." Kumbe aliambiwa ni Simba. Ndio wao. Umezuia ugenini vizuri. Unakuja uwanja nyumbani kwako, wachawi wote wa kwako, unachukua chuma mbili. Eh! Huyo e! mm. mtu wa msahau mpaka leo bolizozo. Mtu mm. mzima sasa hivi ukimwona mm. sijikafa. Hey, hey. Au kufungwa ajabu ajabu toka zamani sasa, yeah. mimi na wasiye fainali waosema mm. wasitukane sana yeah, yasije akajirudia. Yuzi tulikuwa tumekaa hapa kijioni kwetu hapo mm. Nikamwambia, angalieni, nimesema 93 tumecheza finali. Lakini leo naudiwa finali ya Yanga mm. Hii bado mnakumbushwa mm. Yanga tuliweka rekodi msimu ule, kwanza tulipiga mabara tofauti. Yaani tumetema tumepiga ukanda tofauti, tofauti unafuse, kafa kosafa, hmm. Hawa mabwana ukiangalia msimu timu yao. Mimi naenda Kariakoo, wewe unaenda Kariakoo, lakini njia ni tofauti, wewe ukachukua labda njia kubwa, mimi nikapita vichochoroni, hawa wamepita vichochoroni. Mimi nakwambia uwezo kaniambia stele boshi ndio kamweke uzani sana aras bilkane brother, ukienda na wakienda na mentality hiyo, sio chini ya goli tano, kulisukuje kufedheka tano. Mimi nakwambia mnyama huyo huyu Konstantini walioruka ruka naye mm. Kilimkuta pale mm. Naoo mashahidi mm. Wale mabwana wana place mm. Yaani, kama ile Yanga ya Miguel Gamondi mm. <laughs> Kama huijui mm. Ndio hii Berkane hawaelewi, muda wote wao kianza tu wako kwako hasanao mm. Mabwana, si tunaona udhaifu wao mm. Udhaifu wao mabeki wao bado wana ile makosa ya mtu mmoja mmoja mengi Haiwezekani leo unacheza na Tabora, sijui unacheza sijui na na mashujaa dakika ya tano goli. Maa sijui unacheza na nani hao walicheza na ujuzi. Nani hao wamecheza ya mwisho K KMC. Dakika ya pili goli. Alafu wao wanasema ndio kucheza finali, brother. Tuombe Mungu lakini mimi si wakati sana tamaa kwenye mpira kwa sababu mimi mtu wa mpira kama nilivyokuambia. Kwenye mpira usikate tamaa kwamba haiwezekani. Lakini ukisema kiukweli nitoe asilimia. Mi, Simba kuchukua ubingwa, nitampa asilimia arobaini, RS Berkane nitampa sitini. Umenipata? Kwa sababu huyu RS Berkane wakati Simba na miaka thelathini na mbili Kacheza fainali mepita, miaka thelathini na mbili Mina muwekea fainali yake ya luza alocheza miaka yo timu zikonane. Saivi hii ni timu karibia mechi karibia kumi na nane ndio kawe bingwa. Ukiangalia mechi hizi, RS Berkane hii miaka mitano, Karibia fainali hii ya nne. Nakachukua mbili sasa huyo mtu ana experience kubwa ya kucheza fainali nne ambao wewe fainali moja umetafuta miaka 32. Mtu mzima kazaliwa hapo na familia yake. Brother, mimi nawasia mabwana waende wakacheze mpira. Wakiamini matunguli, wakiamini uchawi marefali. Hii baba anaenda kubeba mwarabu nyumbani kwake. Wasije wakafikiria kama goli leo lofungwa Afrika Kusini itakataliwa. Wakakabe kweli. Na sisi tunawajua tenki lao dogo hawa, dakika zao ni ishirini tu, unakobaki unapiga wewe mpira kwao. Nafikiri hata hii mechi wanasema kwamba Yanga tunagoma sisi, tunagomea hawa. Yanga brother, amecheza na Simba kali, Yanga na kina Kindoki, Yanga na kina Siwa, kina Kabwili, Yanga na Mapinduzi. Wa kina Mare, Mwalimu Toni Sonso, Yanga na kina Ali Ali... <coughs> Hatujakimbia sisi wao, mwenye ya kweli. Kina Jafari Mohamed. Eh. Sasa tukimbie Yanga kina Pakome tuakina Chama tunakina Stehank kina Mzize mtu memkanyaga mala nne maduka tumefunga tu, angalau tuwazuie, tupunguze magolisal Hawa mabwana wana timu tusilete janja janja tuenda kudhalilika. Kwani unakuta Yanga hata kuvuka nusu ya mstari ilikuwa shida. Shida. Lakini hawa sasa hivi wao wako unga, Yanga iko kwenye pichi, wanakwambia Yanga wananunua mechi, Yanga wamedhamini nane. Na mjibu, brother, anitajie timu moja wapo ambao msimu wewe jafungwa na Yanga kwenye ligi. Kama Yanga kadhamini nane hizo timu saba nyingine zimefungwa na nani? Zote zimefungwa na Yanga. Sasa bro, kuna nini? Alikuwa na SportPesa wakatudhamini wote tukawatumfungi. <laughs> kaingia sanda hatujamfunga. Kaingia mbeti sasa hivi anawakimbia hatujamfunga, tumekanyaga na hata huyu anaingia mdhamini huyu huyu anaingia, tutapiga tena. Mimi nakuhakikishia Simba Yanga, hana hana timu kuifunga Yanga, mimi ndo nakata hapo. Simba timu ya kuizuia sasa hivi Yanga hana yaani, tu, tu, umbe, kwa sababu kama mnakimbiana kwenye ligi kwenye FA, wewe ukimfunga JKT huyu akimfunga Singida mnakutana fainali Wekeni pingeni hapo mimi nakata. Mimi msimu tu, mimi siwezi kupingana na huyu mtoto mdogo, msimu huu tu tumekutana Shield. Lisasika ondoka na hui, mm. mm. Lisa goli mbili pale za alali za Yanga Yanga. Wanaujua ujua ubora wa Yanga. Na mimi nawahakikishia na, na mzee Marinyi kaingia. Mzee Marinyi kaingia mwana Simba. Namhakikishia. Ajue kabisa kwamba Yanga hana historia ya kumwogopa Simba na mpaka leo ukiangalia kwenye takwimu Simba ndio timu tuliyokanyaga mara nyingi. Nasema eti mnamwogopa Elie Mpanzu, yani vibaskeli vile kasi yake, hakuna kuchukua ubingwa bila kumkaba Elie Mpanzu kwa kauli zao. Hivi ndugu yangu, nataka nikuuliza swali moja. Mm. Yanga tulimleta Tuisila Kisinda. Mm. Sawa? Mimi ukiniambia Mpanzu na Kisinda, yule aliyekuja wa kwanza, mimi namchukua Kisinda kwa sababu wa kwako. Hivi braza, wewe kacheza mechi ngapi mpaka sasa hivi, heri Mpanzu kwenye ligi? Mimi namwekea kwenye ligi, kacheza mechi ngapi? So chini ya mechi kumi, ana goli ngapi? ana asisti ngapi? goli tatu, goli tatu, asisti, asisti, uhatari wake uko wapi? ni machashari sio hatari. Azizikii wanaosema kwamba msimu ukashuka ana goli 9 asisti nane sawa, so, huyo ni Azizikii. Pakome tumeambiwa ni mzee, asisti tisa magoli tisa. Prince Dube ana goli kumi na tatu asisti karibia nane. Hao ni wabovu hao? Hapo Dube hakuna penalti hapo. oh! Wapige wao sisi, Dube Clement Mzinze Kennedy Musona tumeambiwa Tumewambia nyinyi ni marufuku kukimbilia mipira ya kutenga, hatujakuleta hapo upige penalti wewe, wanatakiwa pambane. Ama bwana, umeona hivyo wanavyoongea hivyo wao. Sasa hivi wanakwambia bodi ya ligi iko sara, umenipata? Si tunawambia kitu kimoja, watu wamefanya uchunguzi, wamefanya upelelezi, waliozuia timu isingie uwanjani ni wao wenyewe siku tarehe saba. Usinishike blaza, ushaongea, umemaliza. Acha vurugu, mi naongea. Mbona uliongea? Mimi niko kimya. Tatizo watu wa Simba bwana, umeona shida zao hizi, hawana uvumilivu. Kaongea hapa blaza, mi niko nafurahi, napiga mawe. Anavuruga kwa sababu anajua napopiga, anapiga mawe ya kweli. Waliozuia timu isishuke kwenye basi na kufanya mazoezi, minakuapia ni wao wenyewe, na mechi hilo alikataa wao. Oh, oh alivyotangazwa Hamedi Aragija ndio mwamuzi wa kati Kasimu Mpanga kushoto huku mm. Mohamed mkono wa mabwana wakaona, hatuna Kamara, hatuna Shemaloni, tuna Hussein Kaza, tuna, kaza, tuna shabuka wa Bwana, Hamza Yanga hii nane tunafanyaje wazee? Hapa si tumegomea kufanya mazoezi, nendeni popote mnapoenda. Kwa maana yake wale makomando hawakuwa wa Young Africans, watu shahidi, Yanga hana uwanja, Yanga kashatreni pale Alhamisi kaondoka, ule uwanja una, una meneja uwanja wa serikali, na ndio maana hao visingizio vyote vilivyovileta, kwamba tumezuiliwa tume sijui tume kuna rushwa sijui kuna uvunjifu wa amani, mpaka leo hakuna aliyetoa ushahidi bro. Uongo, uongo, uongo haukupeleki popote. Yani ukiongea uongo utaenda pale utakwama. Sisi wana yanga hatuna historia ya kumwogopa Simba na hiyo sio kwamba wao tu, mpaka viongozi wao wanajua, walituteta Robertinho hapa kama ndio kiboko walitufunga na wale nani wale walitufunga hapa goli moja kwenye Bonanza. Vipers yeye wakasema sasa hivi tumemleta kiboko akachukua tano wamemtoa mchana asikaupe. Wakatuletea yule nani yule. Yeah. Yule tulomfukuzea Mwanza Pablo. Kuna Pablo, kuna Robertinho akatuletea Benfica, akatule. Bro, mm. Yanga inapiga mpira. Mm. Yaani sisi kutolewa kimashindo kimataifa. Mm. Mimi siwezi kulaumu uongozi wangu. Mm. Timu ilikaa miaka 24 ilikuwa inapitia hata kufika makundi toka 98 nane, Mwalimu Nyerere uko hai, mimi nafanya shughuli zangu kutoka pale mpaka sasa hivi kaja ya mtu miaka mitatu tumepiga fainali tumepiga robo tumepiga makundi. Tumtukane kiongozi wetu kufuata hawa viongozi wa uza juisi? Brother, sisi hatuongozwi na timu ya familia. Hii timu ya familia wakikaa wale wakisa, ndio maana staji mtu leo hapa. Kuna hawa viongozi wa timu wa hizi mbili, kuna mmoja haifiki mwaka na anika anapata hasara na dai hela zangu za mchicha, hela za mbuzi zikatwe, sijui boksa zikatwe marasi kibao kwa sababu hataki nyama ilike kambini. Hicho kitu kinaonekana, lakini kama anakuhakikishia, kama kweli umeona hii hii motisha waliopata wao kufika finali. Mm. viongozi wetu, wanachama na mashabiki kwa Yanga. Maana na miaka sita saba unahangaika na kafu robo narudi. Mwenzio anakuja anapita, anaenda kupiga fainali tumemwacha hapa hapa, afu Yanga ilikuwa Yanga ilikuwa kina Kibwana, Yanga ilikuwa kina Farid Musa. Yani hivyo wanavyoongea hapa, na upiga kesi tu, wapiga finali, tuna kina Farid Musa wa kina Kibwana, ndo wanakaba watu kweli. Tena hatujapita njia uchocholoni, kumpiga club of keni kwake mwarabu yule, tunaenda makundi. Huyu kafanya kwa nani, nusu kapiga mtu nje ndani nje ndani. Huyo mazembe wao, mpaka sasa kimwadikata kwenye mabonanza, wanamuogopa. Sisi tunapiga nje ndani Brother Yanga imebadilika. Hawa lazima wakubali kwamba wakati huu Yanga amejipata. Ile ile akampaka mpa tena imerudi. Watatafuta uchawi. Sasa hivi mimi na msi wa, wadogo zangu walioenda pale Simba. Kuna mtoto jana nimemuona safi sana yule. Nimemuelewa yule Mzanzibari, si Mzanzibari Karabaka. Yule kwenda na muko kwenda kucheza mpira. Ila hawa walongangania Simba. Simba ukishawachoma mechi hii shughuli yako imekwisha. Mwanake Chasambi naye vipi? Kuomba radhi kwingi na mechi ile Simba hawajapoteza mtatusameeni, lakini mpaka sasa hivi ile imani ya Chasambi ile aliyokuwa kapewa mara ya kwanza imepungua. Kama ni mtu wa mpira, sio kwamba labda kwa sababu ujue wa Elimpanzu ndio umemnyima nafasi yeye. Mimi nakukatalia, nakataa kwa sababu gani? Elimpanzu mimi kwangu, mimi ukiniambia, mi mtu wa mpira, bado ni mchezaji wa kawaida bado elim, elim Pansu, wa... tena ili nawaambia wanasimba mm. bado ni mchezaji wa kawaida kawaida, hajaonyesha mm. leo tukimweka tukimkompea na mawinga hapa waliokuwa Yanga, yeye mm. bado ni mtoto huyo mm. pakome. Waki... pakome ni shida shida, walivyoambiwa mm. wakajifungia wiki nzima mm. walivyoambiwa wakajifungia wiki nzima, anasubiria dabi mm. wamekimbia mm. alikimbia. Sasa mimi naudi kwenye finali yao kidogo ili ni nimalizie kwenye liga kwa sababu mimi sipendi sana kungangania sana mic. Mzee wangu naye anataka kumwaga madini. Mzee Malinyi, ukisikia Mzee Malinyi, Jefali Malinyi ndio mashine ndio huyu hapo imeingia. Ya <laughs> finali yao. Kwanza mabwana golikipa hawana. Hiki na kiweka wazi. Golikipa mabwana hawana. Wamemdharau Manula sana. Lakini Manula angekuwepo kwenye hatua hizi Angewasaidia sana mpira ambao pengine watu walikuwa nasema Kamara ni zaidi ya Jigi. Diara, Diara usimtaje kumfananisha na watu ambao hawaeleweki hata Afrika. Yule kashai kugombania ugoli kipa bora na Nana wa, wa Manchester. Kagombania na Willian wa Mamelodi Afrika Kusini. Magoli golikipa ni mikono.

Brother, sisi jana tumecheza mechi, umeona wewe mwenyewe, Chama kavutwa kwenye boksi, Chama alikuwa anamwambia muamuzi, penalti. Watu wakamwambia Chama, hii sio timu ya penalti. Tupige mpira brother. Sisi wenzako, masuala ya penalti yako huko. Sisi hapa tunataka mpira. Mwisho wa siku mzee Juma Ramadhani Mgunda tena ule mzigo wa mwenzangu tunatoka. Yeah. Wanakuja kama nyuki, kwa hiyo mabwana wasiponde sana Yanga viongozi. Unajua wenzetu wakikawa wanatukana viongozi wetu, lakini huyo kiongozi wao ambaye ni mkubwa kabisa, mdhamini wao kacha hiyo, akisifia Yanga huyu bwana hajaongopa. Lakini huyu mwenyekiti wa vilabu, chukua kombe wasifu, wakisema hajawasifia wao kufika finali, kawasifu Berkane, kawasifu Piramidi, kawasifu Mamelodi. Mwenyekiti wa vilabu yeye anasubiria mashindano yaishe anaenda kupongeza sasa, bana tuwa mliofikia safi, mmejitahidi, sababu ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, kwa anakuwa mtu wa mwisho. Wao wenyewe akiwana malamiko abidi wakimbilie pale kwanza, <g abajo bibleopus patreon> ni kichwa cha mpira. Lakini nilimnukuu kiongozi wao ni, ni ni mmoja alisema baada ya kufanyiwa mahojiano na redio moja, akasema kwamba hawamtambui ah, kurukaruka kwa maharage ndio kuiva Simba kacheza robo fainali sita lakini aliocheza robo fainali moja akachukuliwa kwa mwenyekiti hasa. Tujiulize, kafu nao wamefanya upendeleo hapa napo? Kafu wamefanya upendeleo hapa hapa, wamefanya upendeleo mazembe. Kaja akasema anakuja kuiga mfumo kwa Yanga, uongo kweli? Sisi wakati wa... ngoja ngoja, ni wape siri hawa. Unajua hawa kasha kashaanza kuumia, kashaanza kuumia mangia, mangia kashaanza kuumia sasa Unaharibu kipindi mangia, utakuja kuvumilia, unaharibu kipindi. Wakati wamewaleta Sevilla kwenye Bonanza lila Sport Pesa alivyowaleta hapa wao, na wakacheza nao, wakashangilia magoli manne kwa matano wamefungwa, sawa, walivyofungwa magoli matano kwa manne hawa hawa, wakati wanaondoka na Sevilla, wanashangilia mpira, sisi tukaende Spain. Engineer, engineer ni kichwa akaambiwa wewe unataka kuongoza timu akaambia, jamani timu mimi nipoteane hivi na hivi. akaambiwa wewe chukua hapo hapo kwa Sevilla. mfumo sisi wako tumetoka Spain bro, hakuna uchawi hakuna kununua marefa, njoo uwanjani tunakupiga mara nne na popote huwezi kwenda. Hao wenyewe wanaosema, hata kama kesho, hao bodi ya ligi wakitoa viashiria vya rushwa na uvunjifu wa amani, kesho tunamtaka Simba na tunaamini Simba katuzuia sana ni goli tatu au nne. Hapo ndo kajitahidi kuzuia Simba hii. Mimi nimemaliza ndugu, so, <laughs> yaomzee wanu